Kutusingizia. Ujumbe mkali kutoka kwa serikali ya Rwanda unaosema kuwa Rwanda haitokubali kubeba mzigo wa matatizo ya serikali ya DRC hasa katika maeneo mashariki mwa nchi. Siku ya Jumatatu Machi 11, waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Balozi Olivier Nduhingirehe ametifua vumbi katika mtandao wa kijamii alipoweka ujumbe kuwa mzozo wa mashariki mwa DRC haukuanzishwa na Rwanda, na hatutokubali kubeba mzigo wa kushindwa kwa utawala na usalama wa DRC. Ujumbe huu ulikuwa na lengo la kumfikishia salamu mjumbe wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas. Na bila shaka huo ni ujumbe ambao Rwanda ingependa uwafikie wote wanaoilaumu kwa ghasia zinazoendelea mashariki mwa DRC. Kimsingi kuna wengi ambao wanailaumu Rwanda kwa kuihusisha na M23 inayoendelea kuteka maeneo mashariki mwa Kongo. Rwanda imekuwa ikilaumiwa kwa kuihami M23, sio kwa silaha tu bali hata kutoa wanajeshi wake. Na kila mara Rwanda imekanusha madai hayo. Katika chapisho kwenye X, Nduhungirehe alisisitiza kwamba masuala ya usalama wa Rwanda yamepuuzwa na kutupiliwa kwa muda mrefu licha ya tishio lililopo kutoka kwa wapiganaji wa FDLR. Rwanda, kwa upande wake, inalaumu vikosi vya kijeshi vinavyoshirikiana na jeshi la Kongo ambavyo vilikuwa vikifanya kazi katika eneo la mpaka, kwa mauaji ya halaiki dhidi ya jamii ya Watutsi walioko mashariki mwa Kongo, na pia kwa kuendeleza njama dhidi ya Rwanda kupitia makundi ya FDLR na wengine. Vita kati ya muungano wa jeshi la serikali ya DRC unaojumuisha FDLR, wanamgambo wa kigaidi wenye makao yake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kundi hili la FDLR lilianzisha s na baadhi ya wapiganaji wakuu wa mauaji ya kimbari wa mwaka 94 dhidi ya Watutsi na pia kuna zaidi ya wa wanajeshi elfu kumi wa Burundi, mamluki 1,600 wa Ulaya, vikosi vya SADC vinavyoongozwa na Afrika Kusini, wote hawa dhidi ya waasi wa M23. M23 sasa ni sehemu ya muungano mkubwa wa waasi mashariki mwa Kongo ulioundwa mnamo Disemba mwaka 2023. Waasi hawa wa M23 wanadai wanawatetea watu wa kabila la Watutsi walioko mashariki mwa nchi, wanadai kukandamizwa kwa miaka mingi na serikali ya Kongo ambayo pia imeshutumiwa kujaribu kuwa ondoa kwenye makazi yao kwa lazima. Tangu Januari, waasi hao wamekuwa wakisongea mbele kutoa miji muhimu mashariki mwa Kongo, jambo lililosababisha wadau wengi kuilaumu Rwanda kwa kuongeza ufadhili wa waasi hao. Hii imepelekea uhusiano kuvunjika kati ya Rwanda na hata mataifa magharibi, wakiwemo Ubelgiji na Ufaransa na Marekani ambao wamewekea Rwanda vikwazo pamoja na baadhi ya viongozi wakuu wa serikali. Balozi Nduhuingirehe alisisitiza kuwa kusomwa vibaya kwa mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hatua za kulemea upande mmoja dhidi ya Rwanda haziwezi kuleta suluhu, na ndiyo imechangia Rwanda kuelezea kughadhabishwa, ambapo imejitokeza sasa kuuliza kwa nini wao walaumiwe kwa makosa ya kiusalama ya serikali ya DRC.